Ikiwa ni miaka 63 tangu Red Cross ianze rasmi kutoa huduma zake hapa nchini Tanzania, taasisi hiyo imeendelea kuwa kiungo muhimu cha msaada kwa jamii katika nyakati za majanga, hali ya dharura, na mahitaji ya damu salama. Katika mkoa wa Mbeya, wanachama wanaojitolea wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha jamii inanufaika kupitia huduma mbalimbali mbali. Kwanza kabisa nafurahia sana kuwepo Red Cross kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo tunavifanya ndani ya Red Cross. Kwanza kabisa, tunaisaidia serikali, sisi tunatoa huduma ya kwanza kama Red Cross. Nafurahia mkoa wa Mbeya, Red Cross tunapambana na tunajituma, tuna kwelikweli kushirikiana na jamii, kushirikiana na serikali kuhakikisha jamii yetu inakuwa salama. Ah, binafsi najivunia kuwa Red Cross, kwa sababu unapojishughulisha na maisha ya binadamu, unapotoa msaada kwa binadamu mwenzako kile ni zaidi ya ibada, ile ni zaidi ya ibada kwa sababu ni lazima uwe na ubinadamu ndani yake, ndipo una uwezo wa kuanza kuhudumia binadamu wenzio. Meneja wa Red Cross Tanzania, Bwana Samwel Katamba, anafafanua dhima kuu ya chama hicho na mchango wake katika ustawi wa jamii. Watu wengi sana wanapata mavira duniani, lakini watu wengi sana wanapata wanateseka na vita, kama ukienda Sudani, Kongo na maeneo mengine, lakini pia bado kuna watu wana njaa mpaka leo, kuna watu wa maskini, kuna watu wanaohitaji wa damu. Tunafanya hivi ili kuhamasisha watu wengine waendelee kujitolea kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu. Sisi kama Red Cross tumekuwa tusaidizi ya serikali kutokana na uanzilishi wetu wa mwaka 1962 kwa sheria namba moja. Lengo ni kupata eh, ni kuwa tunaisaidia serikali wakati wa changamoto lakini pia wakati wa amani kujiandaa kabla na maafa, wakati wa maafa lakini pia baada ya maafa. Kwa maana wale watu wanaopata maafa kuhakikisha wanapata huduma zote za kibinadamu kuanzia afya lakini pia kuanzia mahitaji maalum kama nyumba, malazi, makazi na vitu vyote. Kwa upande wake, mratibu wa Red Cross mkoa Mbeya, Bi Tumaini Mbembela, anaeleza jinsi wananchi wanavyohamasishwa kushiriki kwa vitendo katika kazi za kujitolea. Ukiona msalaba huu usitafsiri kwamba hao ni wanyonyadamu. Sisi si wanyonyadamu, sisi ni watu ambao tunahubiri kujitolea, tunahubiri upendo, tunahubiri umoja, tunahubiri watu kupendana, yaani kwa kifupi tu, habari ya watu kuchangia damu ili kuokoa maisha ya wengine ni jambo ambalo pia linafanywa ndani ya taasisi, lakini kwa lengo la upendo. Yaani utoe sadaka yako ya upendo kwa kumsaidia mtu mwingine ambaye, angekosa kiwango fulani cha damu kwenye mwili wake, angepoteza maisha, lakini wewe unaweza kusababisha akajikuta anaishi. Tena. Red Cross pia imekuwa mshirika mkubwa wa Mpango wa Damu Salama nchini. Afisa uhamasishaji wa mpango huo, bwana Bernadino Menaa anasema, damu hii lazima itoke kwa binadamu wenzetu, hakuna mnyama yote anaweza kusaidia sisi damu zaidi ya mwana wa Adamu ambao ni binadamu. Kwa hiyo wamekuwa na mchango mkubwa sana kushirikiana nasi kuhakikisha kwamba, kuhamasisha kwanza jamii huweza kujua umuhimu wa kuchangia damu. Lakini kwa nini hivi? Ni kwa sababu wachangiaji wa watumiaji wa wakubwa sana wa damu, kwanza ni watoto wadogo chini ya umri wa na akina mama wajawazito kile kitu cha ujauzito, wakati wa kujifungua na baada ya kujifungua. Nikiripoti kutoka kutoka hapa mm, mkoani Mbeya. Mimi ni Samueli Mpogole.